Katika kuadhimisha miaka sitini na mbili ya Mapinduzi ya Zanzibar, mbunge wa jimbo la Malindi Mheshimiwa Muhsin Ussi amefanya ziara ya kuwatembelea vijana wa Makachu Forodhani pamoja vijana wanaocheza michezo ya kuruka sarakasi. Kuna uwezekano hizi boti kupita au wekewe boya na kupita mbali. Lengo la kukutana na vijana hao ni kuwasikiliza changamoto zao na kuzifanyia kazi kwa haraka, mabandiko mengine kama bima afya kama mtu akiumia kule hospitali ya Mnazi Mmoja tufanyiwe matibabu kwa haraka. Miongoni mwa changamoto zinazowakumba vijana hao ni pamoja na ukosefu wa bima ya afya inapotokea ajali na kuumia katika eneo hilo. Ziwekwe njia maalum kwa boti za watalii ambazo hupita karibu na eneo hilo la Makachu, sambamba na kuufanya mchezo huo utambulike kimataifa. Mheshimiwa Ussi ameahidi kuzifanyia kazi changamoto hizo tutafanyia maarifa katia majina yenu ndani ya ofisi zetu, msajili majina yenu kwenye ofisi yangu kama mbunge. Tunataka tuwatafutie uniform maalum, wana Makachu mtambulike kwa kuonekana. Tutahakikisha tutawekea taa pale usiku kwa kufanya shughuli hizi, lakini tutakuja kuhakikisha usalama unakuwa kipaumbele, likiwemo suala la kuhakikisha vijana wa Makachu wanatambulika kwa kusajiliwa kisheria.